Hapa nchini kwetu Tanzania, takribani watoto elfu 14 huzaliwa na ugonjwa huu kila mwaka. Hii ni sawa na watoto 14 na kati ya kila watoto 1000 wanaozaliwa. Takwimu zinaonyesha kuwa takribani watoto saba kati ya kila 100 wenye umri wa chini ya miaka mitano hufariki kutokana na madhara ya ugonjwa huu wa selimundu. Sasa hizi takwimu ni kubwa na mara nyingi hizi takwimu ni kubwa kwa sababu sisi wenyewe hatuna elimu ya kupima watoto wakiwa wadogo kujua kama wana vinasaba vya selimundu au hapana. Serikali imeendelea kusisitiza umuhimu wa wadau wote kushirikiana katika elimu ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu kwa kuhimiza upimaji wa vinasaba kabla ya ndoa, kama nilivyosema, au mahusiano ya kudumu. Hii ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuhakikisha tunakuwa na kizazi chenye afya njema bila kuwa na selimundu. Naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Amana kuhakikisha kwamba hospitali yenu ya Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Amana ni hospitali ambayo ni salama kabisa inatoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi katika fani mbalimbali, na ni moja ya hospitali ambayo ina kliniki maalum kwa ajili ya wagonjwa wenye matatizo ya sikoseli au selimundo, kliniki ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 17 na tunatoa huduma zote na daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa damu na Dkt. Jamila, wengi mnamfahamu, madaktari wa watoto na madaktari wengine bingwa katika sekta mbalimbali mbali. Kwa pamoja tukifanya kwa pamoja tunaweza kuhudumia watoto na watu wote wenye matatizo ya sikoseli na madato mengine yote. Kauli ya mwaka huu ya masuala ya selimundo inasema: hatua madhubuti za kitaifa kwa matokeo chana ya kijamii, kuwezesha jamii kutambua, kuzuia na kukabiliana na sikoseli. Hii inatukumbusha kuwa kila mtoto anayezaliwa na sikoseli ana haki ya kuishi maisha bora yenye matumaini na ufanisi, iwapo tutawapatia huduma stahiki za afya, elimu sahihi kwa familia na kupambana na unyanyapaa unaowakumba. Mimi ni shujaa sikose toka mwaka elfu mbili na kumi na nne. Ningependa kuwashauri mashujaa wenzangu kufuata kile dokta anachokisema, tuwe tunakunywa maji mengi tuwe tunakunywa dawa kwa wakati na ningependa kusema sikoseli au selimundu hauambukizwi. se shuleni tusiwe tunatengana, maana ugonjwa ni wakulizi sio kuambukizwa. Kwa majina anaitwa Samia Juma Kamba, ni mzazi wa shujaa wa siko seli, ni mama wa mtoto wa Farhati. Mtoto wangu alikuwa anaumwa bila kujua kwamba anaumwa nini, lakini baada ya vipimo aligundulika kama ana siko seli. Lilikuwa nilikuwa ni tatizo katika moyo wangu, lakini kikubwa ni kupokea. Nilipopokea nikaanza tiba na mtoto wangu, kwa sasa hivi yuko vizuri, anaendelea na maisha yake, anaendelea na shule, hivyo nikiwa kama mzazi ambaye ni mhanga wa hilo tatizo la sikoseli, napenda kuwashauri wazazi wenzangu wasife moyo, wasivunjike moyo, wasiumie endapo watagundua hivyo. Muhimu ni kupokea na kufuatisha maelezo kutoka kwa madaktari kuhusiana na dawa, lishe, pamoja na kila kitu atakachosema daktari, basi mtoto ataendelea kuishi vizuri tu. Naongea hapa, nashuhudia hilo, kwamba si tatizo la kusema kwamba mtoto anaweza kufa. Kufa ni mapenzi ya Mungu mtoto wangu yupo na naendelea na, na, na, na, na, na masomo. Kaja TV ni channel bora kabisa ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali, kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.